Swala la pili, cha kwanza kabisa maandiko yanasema katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 8, utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaa nguvu za kupata utajiri. Ukiona utajiri au mafanikio yote, unayemuona anafanikiwa, kuna nguvu iko nyuma yake, hata kama unamuona ni hafanani na kile anachokipokea, kuna nguvu iko nyuma yake. Na ukiona ufanikio, manake huna nguvu, huna nguvu ya kumiliki. Kuna watu hawana nguvu ya kumiliki, anaingia kwenye biashara hana nguvu ya kuuza. Wengine wanaenda kwenye imani zingine, wanatoa mpaka makafara ili wapate nguvu. So, prosperity is a game of power, mafanikio ni mchezo wa nguvu. kama una nguvu uweze kufanikiwa, na nguvu halisi inayoshinda nguvu zote ni nguvu ya Mungu aliye hai. Hata kama unafanya chochote, jitahidi sana wakati huu, fanya biashara zilizo halali Jitahidi sana, wekeza kwenye vitu vilivyo halali. Watu wengi unakuta unawekeza kwenye vitu ambavyo sio halali. Unapiga hatua kumi mbele unarudi hatua kumi na tano nyuma. Na namba na, na mbili pia watu wengi hawana discipline. Hakuna bilione anakuwa bilione bila kuwa na nidhamu ya fedha, nidhamu ya matumizi. Unakuta mtu anapata, anapata, kuna mwingine anapata laki moja kwa mwezi lakini anatumia elfu hamsini na elfu hamsini anaitumia kuwekeza, lakini kuna mkia anapata milioni kumi ila matumizi yake ni milioni kumi na moja <laughs> Kwa hiyo ni anapata milioni kumi na moja lakini ni maskini kwa sababu hana nidhamu. Anayepata laki moja ni tajiri tayari, kwa sababu ana nidhamu. Kwa hiyo pia vijana tujifunze kuwa na nidhamu, na tusifanye jambo lingine. Usifanye vitu kwa miemko, yaani usifanye vitu kwa miemko, vitu unavyoona vina trend na wengine wanatendisha, kitu ambacho sicho hicho ambacho kinamfanikisha kwa hiyo usifanye vitu kwa mikopo kwa, kwa, kwa kurupuka ukaingia, ukaingia kwenye investment. Kuna kijana mmoja uh, mwezi wa tisa amewekeza dola laki sita kwa kwenye kwenye kwa, kwa wawekezaji tu ambao mitandaoni na ameingia hasara . Sasa usikurupuke wewe ukachukua fedha umeuza nyumba akachukua dola laki sita kaenda kuwekeza na ameingia hasara zote, so usikurupuke, fanya research ya vitu ambavyo unavifanya na katika vyote nguvu ya Mungu iwe nyuma yako kuweza kusupport. Lakini kwa habari ya unabii um, kama nimeelewa swali ni kwamba hiki ni kipawa. Mimi ni mtu tu kama mtu mwingine, isipokuwa Mungu amenipa neema. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu ananipa kwa njia ya maono, baada ya kuomba nikimuuliza, nipo kwa njia ya maono, na ni kitu ambacho sijaanza kufanya leo. Ni miaka huu ni mwaka wangu wa kumi na saba, kumi na nane nikiwa nafanya hivyo. Kwa hiyo nimetabiri vitu vingi mno, mpaka vingine sikumbuki. Mwaka huu wenyewe nimetabiri profes nyingi mpaka e, hii tatizo la SGR kienda kwenye profes zangu. E, sema tu nimeacha kwa mwaka huu ni slow down ku post kwa sababu niliona vijana wengi ambao hata sio watumishi na wanatajita watumishi na wanatabiri. Kwa hiyo kujitofautisha, kwa sababu kunapokuwa kuna sauti nyingi tunaleta confusion, kujitofautisha, nikabidi nikae kimya na ni ushauri wangu pia kwa watumishi, kama Mungu hajakwambia kitu usiseme kwa miamko, kwa sababu unabii wa kweli unajenga, unafariji na unakomboa. Kwa kama huyu akisema hichi akisema hichi na vile vinakinzana. Kwa mfano uh, kabla uchaguzi, usikia nabii nyingi unasema huyu ameambia huyu atakuwa rais, huyu atakuwa rais, atakuwa rais. Sasa ukisoma Biblia utaona anachotabiri Daniel kinafanana anachotabiri Yohana na, na kinatabiri anachotabiri Ezekiel kwa habari ya siku za mwisho, ingawa aliishi katika vipindi tofauti. Sasa tunapokuja zama hizi, kama Mungu ni mmoja, lazima ujumbe utafanana. Kama tunamtumikia Mungu aliye hai, ujumbe utafanana. So ni maoni yangu kwamba tusiwachanganye watu, tusilichanganye taifa. Dini siwe kigezo cha kuligawa taifa, dini iwe kigezo cha kulikutanisha taifa, likae pamoja kwa amani. Kwa unabii, lengo lake ni kujenga na kufariji, na niwatie moyo wa Tanzania, mwaka ujao ni mwaka ambao

Tano, yale ambayo uliyaweka wazi ukayatabiri yametokea mengine eh, lakini pia tuambie kwako na kwenye huduma eh, ilikuwaje kwa mwaka 2025 mwaa wakatujipanga kuelekea mwaka 2026? Amen. Mungu awabariki watu wote na ni maombi yangu kwamba tunavyojiandaa kumaliza mwaka 2025 Mungu akupe neema ya kufanya vizuri mwaka ujao. Binafsi, elfu mbili na ishirini na tano umekuwa ni mwaka ambao umekuja na mambo mengi. Ni mwaka ambao umekuja na mengine, yana furaha mengine yana huzuni, lakini Mungu alitupa neema ya kuweza kujua mwaka huu uh, tukiwa kwenye majira kama haya ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne tulipata, kwa wale ambao wanafuatilia huduma uh, ambayo naifanya, tulipata neema ya kujua mambo mengi sana kupitia neno la kinabii. Nitabiri mambo mengi ambayo yanaenda kutokea mwaka 2025 na nitabiri kwa habari ya kuna siku internet itakatika kote, kutakuwa kuna internet na tutakuwa kama miaka ya zamani. Hakuna aliyeweza kunielewa, na watu wengine wakabeza, lakini uliona aliyotokea mwezi wa kumi na kukawa kuna internet. Nitabiri maandamano Kenya, Tanzania. Nitabiri kwa habari ya ajali za ndege ni tabiri kwa habari ya uh, kuanza ku, ku, ku, kwa mchakato wa kupatikana kwa dawa ya HIV na tumeona dawa ya HIV na kansa uh, zimepatikana, matibabu yake yamepatikana nchini Korea na baadhi ya mataifa mengine uh, ni tabiri mambo mengi ikiwemo vita kati ya Rwanda na Kongo, jinsi ambavyo Rais Kagame na rais wa Kongo watakuwa wamekaa pamoja nitabiri kwa habari ya fedha yetu kuongezeka thamani na mengine mengi. Nitabiri mengi mengi. Uh, mkuu wa mkoa ambaye atachaguliwa ataacha ukuu wa mkoa na kuwa mbunge, alafu baadaye atakuwa waziri. Nafikiri umeona mambo mengi na mengine mengi. Unaweza ukarudi kwenye video ya mwaka jana ukaangalia uh, hizo nabii ambazo zilitabiriwa. Lakini katika yote, juu ya yote, uh, Mungu maandiko anasema kitabu cha Amos tatu mstari wa saba. Mungu hawezi kufanya jambo lote chini ya jua pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hiyo tukiwa katika kipindi hiki uh, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kuna nguvu ya kushukuru uh, yale yote yaliyokuja kama mabaya, yako ambayo yanakuja kama mabaya lakini yana makusudi, na yako ambayo yalikuja kama mazuri lakini yakawa na mwisho mbaya. Kwa mwaka huu umeisha Zimebaki dakika chache, siku chache tuweze kuumaliza. Usijilaumu kwa yale ambayo umepitia, kwa sababu hata ukibaki kwenye huzuni huwezi ukaubadilisha wakati uliopita, ila una uwezo wa kutengeneza kwa ajili ya wakati ujao. Nikutie moyo wewe, unayefanya biashara, wewe unayetafuta, wewe uliajiliwa, wanafunzi, uh, watu wote, Mungu akupe nguvu unavyomaliza mwaka. Usimalize mwaka kwa huzuni, maana ukimaliza mwaka na huzuni utaanza mwaka na huzuni katika ulimwengu wa roho unahitaji nguvu mpya. Mungu akupe nguvu mpya ya kuanza mwaka ujao vizuri, lakini pia uh, mwaka huu uh, ninatoa fursa pia, tutakuwa tuna neema ya kumsikia Mungu anaenda kufanya nini kwa habari ya mwaka ujao. Yako mambo mengi ambayo Mungu anaenda kuyafanya ndani ya mwaka 2026. Mungu sio mchoyo. Kuwa wa kwanza kujua, maandiko yanasema katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa tatu niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Wakati huu ni muhimu Mungu akuonesha nini unatakiwa kufanya mwaka ujao, wewe mwenye personal, nini unatakiwa kufanya hiyo, kwa habari ya mahusiano, kwa habari ya biashara, sehemu gani sahihi ya kuweza kuwekeza. Hata kama hujui kuomba, kuna namna rahisi ukiombewa Mungu anaweza kufunulia hata kama wewe sio mtu wa imani. Mungu anaweza kuonyesha hata kwa ndoto ukajua ni nini cha kufanya, watu gani sahihi ambao sio sahihi, wa kuambatana nao au kuto kuambatana nao. Wengine mwaka huu umekuwa na disappointment kwa sababu ya mazingira ama watu uliokuwa nao hawakuwa sahihi. Lakini jambo la pili, tunaenda tena kumsikia Mungu kwa habari ya mwaka ujao. Yako mambo mengi Mungu amesha yafunua kwa ajili ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambayo tutaanza kuyajua uh, siku ya mkesha kuvuka mwaka ambayo ni tarehe 31 uh, kwenye usiku wa kuvuka na nguvu mpya uh, tutaenda kujua mambo mengi ambayo yanaenda kutokea mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kuwa wa kwanza kuyajua, yako mengi sana ambayo Mungu anaenda kuyafanya. Jambo mojawapo ambalo uh, ni very amazing uh, Mungu anaenda kuachilia neema uh, kwa vijana Mungu anaenda kuachilia vyema kwa vijana, na neema mojawapo ambao anaenda kuachilia mwaka ujao, utashuhudia vijana wengi wa sana wanaenda kuwa mabilionea. Kuna neema Mungu amewaridhia vijana, anaenda kwaino na kwa, kwa mara ya kwanza utamwona kijana anaingia kwenye top 10 ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mabilionea worldwide. Eh? Yeah? So ni maombi yangu katika vijana ambao wanaenda kuwa mabilionea, ambao mlango umefunguka duniani kote na hata hapa nchini utaona watu wanavyoenda kuwa mabilionea katika umri mdogo. Kwa mara ya kwanza utashuhudia nchini bilionea mwenye umri wa miaka kumi na mbili, miaka kumi, miaka kumi na tisa, miaka ishirini, watu wakiwa bado vijana, wengine wakiwa bado wadogo sana. There is a power. kuna malaika ambaye anatembea kuigusa dunia wakati huu uh, uh, vijana ni wakati vijana wanaenda ku own vitu ambavyo watu wengine waitafuta kwa miaka mingi sana ambayo walikuwa wameshindwa kuvipata, watafuta kwa miaka sitini. Kwa mara ya kwanza utaona vijana wanaenda kuone kwao. Ni neno langu kwa kila kijana unanisikia wewe huko Tanzania, ama nje ya Tanzania, malango ya mbingu yamefunguka kwa ajili ya vijana. Nini ufanye? Neno likitoka utakiwa kukaa, neno likitoka unakiwa uanze sasa kujibidisha. Mungu hawezi kumwacha mtu mwenye bidii. Kumbuka Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, "See thou a man who is diligent in his business shall stand before kings. Je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake, atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasiokuwa na cheo. Jiandaye kijana, ili neno ni la kwako, na kama unaamini eh, basi lipokee na uamini kabisa, na tarehe kama leo tutakutana as a billionaires in dollars not in shillings. God bless you Sawa na wakati wanaelekea kwenye ibada ya mkesha mwaka mpya waumini, mm -hmm. uh, wengi wakristo wengi wanatamani wa kusikia nabii ambazo zitatokea mwaka elfu mbili na ishirini na sita na watu wengi wanasubiri kutabiriwa, eh, mema wazuri kama ambavyo amesema. mm -hmm. tunajionea mtoto kabisa kwako. Eh, sasa kuzungumza mm -hmm. na wale vijana ambao wengi wanalia hasa wakiwa kwenye maisha magumu, wanatamani kupata mwanga. Na uh, nachoweza kusema ni kwamba usizalau mwanzo mdogo, wala usizalau kile ambacho Mungu amekupa. Njia ya Mungu haitabiriki, ingawa inavyosema itabiriki kwamba Mungu anatumia vitu vinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Usizalau katamani maisha ya mwingine, usitamani kuwa kama fulani, tamani hapo Mungu alipokupa. Mungu anaanzia hapo ulipo kuna watu katika hilo, hilo na unaolifanya wamefanikiwa, hata kama wewe bado hujafanikiwa. Kuna mtu amefanikiwa kwenye kilimo ambacho wana feli, biashara hiyo hiyo ambayo unaifanya ina feli. Kuna mwingine amefanikiwa kwao. Usiope kuanza ukasubiri, no, anzia hapo hapo ulipo, makubwa yatakuja. -ma marehemu -ma askofu -ma -ma -ma -ma uh, bishop Lwakatare, huyu uh, mama nilikuwa nampenda mpenda, aliwaongea neno ambalo linigusa, alisema mwanangu usiogope kuanzia chini, kwa sababu kila kitu kinaanziaga chini. Ni kaburi peke yake linaanzia juu. Kwa hiyo iwe unafanya wewe, unauza karanga, iwe unauza nguo, iwe unafanya chochote, unalima, unafanyaje, wewe ni dalali, jitume, akubali kwamba mwaka ujao uwe ni mwaka wa tofauti kwako. Usifanye vitu ambavyo wengine wanafanya. Mark this people follow what they don't know. Usikopi watu, fanya vitu ambavyo watu hawajawai kuvifanya na utaona cloud inakuja kwako utaona wateja wanakuja kwako. usirudie pattern. Mungu akupe mpya kwenye chochote unachokifanya unaenda kufanikiwa. na kwenye matukio ambayo Oktoba 29, mmoja kati ya tukio ambayo linahusishwa na, na unabii ni tukio la wasanii mm. uh, kutengwa na mashabiki zao mm. uh, watu wakafika mbali wakasema, huenda hili tukio pia limekaa kinabii huenda hili litafikia mwisho wewe kama wewe, baada ya kuona hiki ambacho kinaendelea, labda kama mtumishi wa Mungu, uliona nini haswa? Swali urudie. Yaani, moja kati ya matukio ambayo yalitokea Oktoba 29, hi mm. ni results zake, ni wasanii ambao walikuwa wakijihusisha na yale masuala ya kisiasa, kutengwa mm. na mashabiki zao, kutengwa na wananchi mm. Hmm. E, wananchi kuacha kusapoti kazi zao. Kuna watu wakadai kwamba huenda tukio lile au tukio ule ukawa ni tukio la kinabii zaidi e, labda hii ulionaje? Abda, ah mimi ni chukulia ni kawaida kwa sababu sisi sote ni Tanzania, hmm. na kila Mtanzania, nchi yetu ni nchi ya uhuru, tuna uhuru wa kuchagua, kuna uhuru wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo wakamba wao walifata mtazamo wao kama wao ambavyo wanaona. Sasa hatuwezi kuwafunga na wananchi wana wana na wanafuata mtazamo wao watu ambao wao wanaona ni sahihi. Nini kifanyike? Biblia inasema takeni amani na watu wote, tunasimama katika maandiko cha msingi. Sisi hatugawi na dini hatugawi na itikadi, tunaunganishwa na kitu kimoja kinaitwa Tanzania. Ukishasema Tanzania, kila Mtanzania huwezi kuwa Mtanzania bila Tanzania. Kwa kwa hiyo tunapokuwa taifa moja, yatupasa tukae katika umoja, amani na pia sisi kwetu Tanzania si kama mataifa mengine. Uh, mataifa mengine wao wana visasi, lakini sisi kwetu Tanzania, mimi nimekuwepo nchi nyingi, nimekuwepo nchi nyingi, nimeishi na nimesoma mbali na hapa pia, nimetembea mataifa mengi. Kuna mataifa unatembea, huwezi huwezi, hata kama mtu anakufa hapo, anapigwa, mtu anakufa hapo, anapigwa, huwezi kuona mtu anamsaidia. Lakini Tanzania kuna vijiji nimeenda, unakaribishwa na watu wasio kujua mtu amepotea, watu wanakukaribisha, wanakupa maji, unaishi. Ndio maisha yetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tusisahau asili yetu. Asili yetu sisi ni upendo, amani na umoja, kuanzia wenye mamlaka na ambao hawako kwenye mamlaka. Fanya unachofanya lakini, tusisahau asili yetu, sisi ni upendo na amani. Haya mambo mengine mageni, hatujayazoea.